So, ilivyofika laki nne ukasema, sasa hivi nafaa kumiliki biashara yangu. Aa, sasa laki laki nne ilikuwa opportunity tu ambayo niliipata, eh, kuna mtu niseme tu alinipa sababu so, nisema nilinunua sio sawa so, alinipa drums okay. Kwa hiyo alinipa drums mimi nikaacha, uh, nikaacha habari ya, ku, ya kupiga tena mziki baa kupiga mziki huku kupiga mziki huku eh, nikaanza biashara ya kukodisha ile drums na kuuza fimbo za drum. Kuna mtu alikuwa ananichongea za fimbo za drum Kinondoni pale, ndio biashara hiyo ilianza nayo. Biashara hiyo ilianza nayo. Drum ulipewa? Drum ile nimesema nilipewa. Alikupa senti ngapi? Senti moja. Senti moja ndio hiyo kwanza kuikodisha, uanze maisha, ndio hiyo. Hiyo hiyo moja. Mimi nikuona hivi ni ni ni ni industry gani mjini hapa kubwa ambayo inafanya kazi? Ah, sidhani lakini kwa asilimia kubwa kabisa uh, kampuni yetu ni kati ya kampuni ambazo zimeweza kufanya kazi kwenye level ya kuanzia presidential eh, mpaka actually, hatufanyi tu local, local, local events lakini tunafanya uh, events zote ambazo ni kuanzia level ya presidential na hizi level zingine za events ambazo ni corporate na event kama hizo, lakini pia uh, mostly ndo kampuni ambayo imefanya events nyingi sana au kazi nyingi sana za gospel unazoziona Tanzania. Asilimia themanini ya kazi za gospel zimefanyika na kampuni yetu, lakini pia tumefanya kazi na watu wengi sana na lebo kama Wasafi, sijui lebo nyingi.